Niwasalimie kwa salamu ya Bwana Yesu. Amani ya Mungu iwe nanyi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu. Lakini vile vile Waislamu wote wa nchi hii ya Tanzania ambao ujumbe huu wa Umoja wa Hadhiri wa Kiislamu unawalenga Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kwa sababu malengo ya ujumbe wetu ni kutaka kuona nchi yetu imekuwa nchi salama, nchi ambayo iendelee kuwapokea wenye matatizo wanaokimbia kutoka katika nchi zao, nchi zao kama ilivyozoeleka wanakuja kwetu nasi tunawapokea. Ndiyo malengo ya ujumbe wetu tunaoendelea nao kwa jamii yetu. Ndugu zangu, kabla sijaendelea mbele sana, nitataka nianze na nukta moja. Kila mmoja anazungumzia juu ya swala la amani haki, amani haki. Alafu haya maneno yamekuwa na mjadala kwenye jamii. Wako ambao wanasema pasipo haki hakuna amani, lakini wako ambao wanasema amani kwanza, alafu haki inakuja baada ya uwepo wa amani. Huu umekuwa ni mjadala mpana, lakini kwa mjadala huu mimi nitajitahidi sana kuzungumza kwa mifano. Bwana Yesu aliyasema maneno haya eh, na ukisoma kwenye kitabu cha Isaya vile vile, nasema nao kwa mifano, maana wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii. Neno la nabii limewafikia lakini, wao wana macho ila hawaoni. Na mimi nitatumia baadhi ya mifano kadhaa. Kuna mtu anasema kwamba haki bila amani haki, eh, amani haiwezi kuwepo, lakini kuna mtu anasema eh, haki bila amani haki haiwezi kuwepo, na kuna mtu anasema amani bila haki vile vile, useme, amani haiwezi kuwepo kwenye nukta hapa moja. Sasa nataka nitoe mifano kadha katika haya mambo mawili. Kikanuni, linalotangulia huwa sio haki, linalotangulia huwa ni amani. Nitakupa mifano ya kawaida ili uweze kuelewa, ndugu mtazamaji, kwa maana ya Watanzania wa tunawafikishia ujumbe huu, lakini na waandishi wa habari ambao mnawasilisha habari hizi kwa jamii. Leo hii kulikuwa kuna vurugu kubwa sana hapa tu Mashariki ya Kati, Palestina. Tuliona watoto wanabakwa, tuliona watoto wanapigwa. Hivi ni mtu gani kwenye vurugu zile alikuwa anaweza kusema naenda polisi kudai haki? Yani, kwenye ile vurugu, ni nani ambaye alikuwa anaweza kusema sasa ninatoka na kwenda polisi nikadai haki, kwa sababu kuna mtu amekuja amenifanyia madhara? Maana yake ni nini? Pahala popote ambapo amani ikitoweka na haki huwa inafanya nini? Inaondoka. Kwa hiyo unapotaka kuzungumzia swala zima la haki lazima uzungumzie msingi wa amani ya lazima uhitaji uwepo wa amani ndio utazungumzia jambo la haki. Yani uwezi kujadili haki pahala ambapo hakuna amani. Na sisi kama Umoja wa Hadhir wa Kiislamu Tanzania hatumaanishi haki sio jambo la msingi, lakini kila aina ya haki lazima uidai, hiyo haki kwa misingi ambayo haitahatarisha amani ya taifa hili. Ndio jambo la msingi tunalosisitiza, yaani kama wewe unaamini kuna jambo fulani ni haki, basi ile haki ile itengenezee njia nzuri ya kuidai ili uweze kuipata, lakini haki hiyo isiwe sababu ya kuharibika kwa nani, kwa amani ya taifa letu. Ikiharibika amani ya taifa, madhara ni mengi sana. Nataka niwapeni mfano ndugu, ndugu waandishi wa habari. Kwa muda wa miaka saba Sudan imekuwa katika machafuko makubwa, miaka saba. Kuna mtu mmoja anaitwa ni rais wa Sudan, Omar al-Bashir alikuwa rais wa Sudan. Watu wa Sudan kupitia mwanadada mmoja, ambaye magazeti ya Kimagharibi yalikuwa yanamwandika yule mwanadada kama shujaa, kama mnavyomwona yule dada wa kule Marekani anayejiita Mange, anaitwa Mange Kimambi, ye katuita sisi ni mashehe ubwabwa, alafu akawa anasema yeye anaupenda sana Uislamu kuliko sisi, kwa sababu yeye ni Muislamu. Lakini wakati anasema anaupenda sana Uislamu, amevaa mwigi unazunguka mpaka huku, anasema ameupenda Uislamu, vipaja vyake vya mbaumbao vyote viko uchi, tunaviangalia. Sasa wewe unaupenda Uislamu gani, wakati wewe mwenyewe ulivyokaa umekaa kikafiri sasa wewe Uislamu upi unaupenda? Sasa unaweza ukashangaa yeye kusema eti anaupenda Uislamu kuliko sisi ambao tumekuwa tukiutangaza Uislamu toka tuko wadogo, kabla hatuna ndevu paka leo, si tuna ndevu. Wewe unasema unaupenda Uislamu kuliko sisi. Sasa Sudan, kulikuwa kuna huyo dada ambaye yule dada alikuwa anahamasisha kama anavyohamasisha, alikuwa ni dada mwenye umri wa miaka 22 akawa anahamasisha rais huyu tumuondoe, afai hey, hey. Yakafanyika maandamano makubwa ndani ya Sudani, lakini baada ya yale maandamano um, Rais Omar Al Bashir akakamatwa akaondolewa kwenye madaraka. Toka aondolewe sasa hivi ni mwaka wa saba, seven years, miaka saba sasa hivi imepita. Ndani ya miaka saba, Sudani haikaliki mpaka leo. Watu wanatamani hata ule utawala wa rais Omar Al Bashir urejee. Watu wanakufa, watu wanauawa. Kwa sababu nini? Tulitumia, ilitumika njia ambayo ni njia mbaya kwenye kubadilisha utawala. Kwa hiyo kwa, kwa sababu tunayo hiyo mifano, watu wenye akili timamu huwa wana kawaida ya kutumia mifano inayotokea kwa wenzao ili kuziwia majanga ya namna hiyo yasiweze kutokea kwenye taifa lao. Kwa hiyo kwa, kwa sababu hiyo pia tunauona huu mgawanyiko ulioko katika taifa letu. Kwa mgawanyiko huu, ikitumika hiyo mbinu, taifa hili alikaliki. alikaliki kabisa, lazima taifa hili itafika pabaya sana katika hali kama hiyo, ndio maana leo tunatokea, tunasema, ili baada ya muda yakitokea, watu watakuja kujua kwamba wale wahadhiri mliokuwa mnawaita machawa walikuwa wanasema ukweli. Wakati huo hauna chakula, chakula wakati huo uko barabarani, wakati huo uko kwenye ukimbizi, umetengenezewa kadude kadogo, umekaa na familia yako, baba umo umo, mama umo umo, mko chini ya hema, mama analala pale, baba analala pale, mtoto analala pale. Wakati huo ndo mtakuja kujua kwamba kumbe wale wahadhiri wa Kiislamu walikuwa wanasema nini, wakati nchi haikaliki tena kwa msingi tunaosimamia sisi, kama kuna haki yoyote, na sisi tunaamini viongozi ni binadamu, we know, kuna mambo ambayo hayako, hayako sawa, tunajua hilo. Hatuwezi kusema kila kitu kiko sawa, tutaonekana ni watu ambao hatutumie akili vizuri. Kwao tunaamini kuna mambo hayako sawa, lakini taifa letu la Tanzania toka tunadai uhuru hatukutumia mapigano tulikuwa tunatumia meza majadiliano, na hata mabadiliko mengi yaliyofanyika toka tunaingia kwenye vyama vingi mwaka tisini na mbili, tunaingia kwenye utaratibu wa vyama, vyama vingi, kuna mambo mengi yalikuwa yameenda yanabadilishwa, lakini haya yote hayakubadilishwa kwa sababu ya nguvu. Hatukupigana, hatukuumizana, ndio yakabadilishwa. Tulikuwa tunakaa kwenye mijadala, kwa hiyo mijadala ndio ilikuwa inapelekea tunafanya exchanging, tuwatengeneza mabadiliko ya hapa na pale, mpaka ikafika hapa tulipofika tulipo ko kwa tunaamini kwamba hata huko tunakokwenda hatuwezi kushindwa kufika. Kuna mambo ambayo unaweza kuyaona katika hali ya kawaida, na sisi tunasisitiza, tunasisitiza kwa sababu tunawaambia watu wenye akili, ili watu waelewe. Katika presi yetu ya Umoja wa Hadhi tulioipita juzi, kuna watu wakawa wanapita huko wasema wanataka kukata vichwa. Cha kusikitika zaidi nikaona amesema hapa E, nadhani ni amiri kwamba kiongozi wa kanisa anakaa ndani anasema nyinyi Wakatoliki e, msiogope kwa sababu kuna watu wamesema wanataka kuwakata kuwakata vichwa. Nikawa najiuliza hivi huyo alosema kwamba anataka kukata Wakatoliki vichwa ni nani? Na amesema wapi? Kwa maana anataka kukata Katoliki kichwa au asiyekuwa Muislamu kichwa nani nakasema wapi? Kwa mfano takuja kusitiza mwanzo kitu muhimu mwishoni, ili watu waelewe. Mimi naitwa Ibrahim Ibrahim Muhammad Khamis Ramadhani. Mimi Ibrahimu, eh, jina hili nililo nalo ni jina la babu yangu. Babu yangu mimi mzaa mama alikuwa ni Mkatoliki, alikuwa anaitwa Jacobo akasilimu aliposilimu akachagua jina la Ibrahimu. Baada ya kuwa Ibrahimu, baada ya kusilimu akamwoa bibi yangu wakamzaa mama, nimekuja kuzaliwa na mimi nimeitwa Ibrahimu. Tafsiri yake ni nini? Maana yake babu zangu wadogo, shangazi wa mama zangu, maana yake ni Wakristo tena wa Katoliki. Tafsiri yake kama ninasema tunakwenda kuwakata vichwa wa Katoliki maana yake naenda kumkata kichwa babu, babu, babu yangu, naenda kukata kichwa ndugu za mama yangu. Lakini tunachokisema sisi ni nini? Nitakirejelea ili watu waelewe nini tunasema, ili atakapotokea watu wasiseme kwamba hatukusema. Mwaka 1994 baada ya mauaji ya Kimbali, mwalimu Nyerere, mwaka na 1995, kuna maneno mwalimu Nyerere aliyasema, alisema hivi Mwaka mmoja umepita hapo nyuma, nchi ya Rwanda, asilimia thamanini na tano ya Wanyarwanda ni Wakatoliki, asilimia thamanini na tano ya Wanyarwanda wanasali kanisa la Wakatoliki. Lakini mwalimu Nyerere alisema hivi kutokana na ubaguzi kule unaitwa ukabila, lakini Nyerere alisema sio ukabila, kwa sababu alisema kabila lazima liwe na lugha lakini watusi na wahutu hawana hawana lugha lugha yao ni moja tu Kinyarwanda. Lakini akasema kabila lazima liwe na eneo, kwamba watu hawa kama leo ukisema Wasukuma unajua unawapata Shinyanga, unajua unawapata Mwanza, unajua unawapata Simiu, wa lazima wawe na eneo. Lakini Wanyarwanda kwa maana ya Watusi na, na Wahutu wale hawana eneo, wote wanakaa sehemu sehemu moja. Lakini sasa kutokana na hichi ambacho nakieleza hapa, Mwalimu Nyerere akasema